Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, kokote ambako mnakuwa kunasikiza matangazo yetu. Uh, tuko tarehe moja za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Uh, saa sita saa za Afrika kati ikiwa inaelekea saba majira ya Afrika Mashariki. Ndio kwanza tunaanza mwezi wa tano, ndugu zangu ni kwamba um, katika yale ambayo tunazungumza siku ya uh, masaka haya ni kwamba uh, serikali ya Kishasa rasmi imeweza kukubaliana na kumtaka jaji mkuu wa jamhuri kuweza kufungua mashtaka dhidi aliyekuwa rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, eh, bwana Kanambe Ipolite Joseph Kabila Kabange na tayari eh, Costa Mutamba amekwisha kuweka mambo yote wazi na hivyo ataweza kufuatiliwa. Na jambo la pili pia ambalo tutagusia hapa hapa ni kutokana na eh, jinsi serikali eh, na FRDC inashindwa kabisa kuwa kuwapatia wazalendo kile ambacho wanastahili ili kuweza kupambana. Ina maana kwamba hawana imani tena na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So haya mambo mawili makubwa ndio ambayo tutazungumzia, na itakuwa ni fursa pia kuweza kumsikiliza mchambuzi wetu kwa sababu ana ujumbe mzito pia ambao unastahili, uh, kuweza kusikiliza. Karibuni sana kote, maaa matangazo ni Rwanjabu, Akili Kabonga, uh, the one and only in town, DJP. Um, ndugu yetu Ejide, eh, Kizenga Tembele, ndugu yetu King Sele, the only one king eh, anaitwa Shaban Seleman, the only one king kutoka USA eh, pia mm, ndugu yetu Kizabe Ayeba eh, naye pia akiwa pamoja na Baraka 1 TV E, ee, namuona Ankis Kandeki, ya Simwe Bagoma, Samuel kutoka Sheki Republic, na Makea Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu Afrika Kusini, e, ee, Kiza Salum Mashaka, Ayamba Jedone, Butoto, Big up sana bro, na namuona pia Biondo Kilamba, Mawe mzee wa State ya Maine, na wote ambao mko mnakuwa mkisikiza Baraka One TV, ni jambo moja la heri sana, tunasikia vizuri sana kutoka Afrika Mashariki pamoja na Afrika Kati ee, South Africa pia kule mko wengi, mko wengi na big up sana kwa kazi ambayo mko mnafanya. Kumbuka tu kwamba operation saidia mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujangana na operation hii, tafadhali tumia namba zetu hapo, ili uweze kuungana na operation saidia mzalendo. Na pia jambo jingine ni kwamba uh, tabia pia B1 TV ili iliweze kukutanana na mambo mengi ambayo yako nazidi kuendelea DRC, na ili kuweza kupata hizi habari, tafadhali like pia subscribe kwa Baraka One TV, na hiyo pia itaweza kukusaidia sasa. Ndugu zangu, ni kwamba serikali ya DRC tayari, ni rasmi, ni rasmi, ni rasmi, imeweza kutoa tamko dhidi ya kuanzishwa rasmi kwa eh, kumfuatilia bwana Joseph Kabila Kabange. Serikali inasema kwamba tayari imekwisha kuwa na vidhibitisho sawa, serikali iko na vidhibitisho kwamba rais mstaafu anaisupport M23 kwa hiyo amefunguliwa kesi ya uaini, kesi ya, ya, ya, ya nini ya usaliti. Sasa hapa ndio ile madosie zote za Kabila zote zitakuwa wazi, unaona na yeyote ambaye iko na kesi na Kabila aende deposer plainte yake itakwenda kusikilizwa, na wameweza kuitaka Senate, baraza la Senate liweze kutoa izi, uh, uh, uh, vile vizuizi ile immunity E, maana ile ndio ina inawapa ina, ina viburi sana wanasiasa ni wa Kongo e, kwamba iko protected na na zile mavizuizi, ma, ma, ma, aweze kufuatiliwa. Wameambia kwamba sena toa, vile vunja vile vyote, abakie mtu huru ambaye serikali itaweza kumshughulikia mengi na zaidi. Huyu hapa waziri wa sheria na mlinda muhuri wa jamhuri bwana Constant Mutamba. Je viens vous annoncer ce jour

na baada ya kumsikiliza bwana Constant Mutamba kwa yale ambayo yanaendelea sasa hivi, kwa hiyo tutegemee kwamba serikali itakwenda kufanya e, kazi ambayo wakongomani wengi walikuwa wanasubiria kuona kwamba mwalifu e, muhaini huyu shwaini anawekwa chini ya ya ulinzi. Na jambo jingine pia, ndugu zangu, ni kwamba FRDC, si niwaambia kwamba kaziba risasi FRDC, uh, FRDC ndio ilikuwa mchezo yao ile. Walituachia game baadaye tukakaukiwa baka baka tukwepa. Sawa? E, kuliko wafanye ba, defense wao wakatukwepa. Uh, e, mimi sipendi sana nigusie jeshi la Burundi kwa sababu Burundi wao hatuwezi tegemea jeshi la Burundi. Uh, no, Burundi wako wanafanya kwa maslahi yao ya nchi yao. Kwa hiyo sisi hatuwezi ingiza Burundi muhimu mambo yetu. Sisi tunatakiwa tufanye mambo yetu sisi kama kama sisi. Lakini jeshi la FRDC wala sio la kuaminia. Ya wazalendo hawana imani tena na FRDC, licha viongozi wa, wa wazalendo wanashindwa kujiprononsea juu, waliwaidia watapewa maposte kaza wa kaza, sasa wanashindwa kufanya kile ambacho wanaweza kufanya.

Wachambuzi mbalimbali wanazungumzia swala la FRDC kula rushwa, FRDC kutokuwa discipline, FRDC kutokuwa na moral kwa ajili ya kutetea taifa, lakini wanafanya kwa ajili yao wenyewe na kwa ajili ya maslahi ya wale ambao ni wabosi wao ambao wako wanatumia na bosi wao mkubwa huyu ambaye ni Joseph Kabila e, ipolitika na mbe naye sasa hivi sheria inaanza kumtafuna. Tusikilize mchambuzi anasemaje kuhusiana na hili swala la FRDC za Wakongomani, tumefika kumwisho hii. Kama unasikia ka mwisho, njo mwisho hii tumefikia, njo mwisho hii tumefikia. Kuko wakati ambao tulikuwa tunasema juu ya FRDC tunasema Eh, nye bajournaliste mnapenda kutuonyesha kama FRDC vraiment eh, kuko batretre na venye habako batretre bo, tunanyamaza tu, lakini sisi tunajua ya kwamba FRDC yote iko korompi. Tunajua iko korompi na haitumike kwa faida ya, ya raia ya Kongo hapana e FRDC haitumike ku faida ya, ya raia hapana hapana hapana e FRDC nimerudia tena kusema kama wale wanatumika kufaida ya Rwanda sababu ile jina waliipewa na mwenye Rwanda na mwenye Rwanda alibabatiza nayo anakijua faida ya ile jina, njo maana alikuya kuibatiza eh, baaskari ya Kongo na bakaikubali baka eh, basoda yetu ya Kongo walikuwa wanaitwa FAK, hawakuitwa FARDC. Lakini wakati Kanambe ameingia kupuvuare anakula miaka kumi na munane yote anaimaliza ya bila faida. Anageuza kila kitu anakitia anatia vyenya nataka yenjo alileta miksaje, ni yeye kuchanga wanye, bakongomani na Banyerwana. Anakamata mkongomani anamuvalisha lugrade lwa Kabambe, anaitwa general kisha anakamata

Kongo inaharibika. FRDC liharibika, la polisi gaharibika, anere bakaiharibisha. Anere ya Kongo yote bali yaharibisha. Na ile njo pei wakati wanaharibisha sekirite ya inchi, maana yake vyote vinakufa, vinaharibika. Na njo mana, vrema pei yetu Mungu atukumbuke. Mungu atuone huruma. Mungu atuone huruma wa Kongo mani. Mungu atuone huruma. Unajua ya kwamba guverneme ba politisie yote ya Kongo kuanzia Sena, minister, parlement bale bote ni batu ya kabila bote gisu na baona pale, ni batu ya kanambe vale. Batu ya kanambe ni vatumishi yake, hata mulete mafundisho gani ya kutu konvenkre sie kama vile raia, hakuna mkongomani mwenye leo iko kuanzia aja de 50 kupanda yulu mpaka mule 80. Hakuna mkongomani mwenye iko mwanasiasa pour le moment ambaye iko anatumika kufaida ya, ya raia mwenye hana kazi muguvernema ya leo. Hakuna mwenye anatumika kufaida ya raia, hakuna, hakuna, hakuna, bote wanatumika kufaida na bachefu, kutimia bote banatumika ku faida ya Rwanda pour le moment, mujue ile tu njo mujue, kama pei yote ilishakauzishiwa pour le moment. Bashefu kutimia ba chef de cheferi ba mwami ya Congo bote banatumika kufaida ya Rwanda, au mwami wa kale, au mwami wa Kabare, au mwami wa Idjwi nord wa Idjwi sud au awe, awe mwami wa wa wa wabuzi au mwami wa bahunde bale bote wanatumika tu bote kufaida ya Rwanda, ili njo ubakeo unajua. Papa Rajabu, kama njo ma, vile mambo ilivyo, sababu kama unaona pei tunapondekana mpaka kiasi hiki, ukiangalia kuna mataksi zenyi bali shaka tutilia mukongo zenye azikukuaka zenye hazikukuaka mpaka leo, makongomani bako banazilipa. esnajua kama mpaka leo bamwami nao balisha tia yabo kadastra kutimie. pour le moment, muiji noro iko, muiji side iko, inawezekana kale iko, inawezekana kabare, kabare iko lakini ile iko mkatiba ya Kongo kama wa chef kutimie nae iko na ruhusa ya kufanya kadastra. Tunajue kama kadastra ni ya province pamoja na gouvernement central, lakini leo ku wa chef kutimie wa wako na kadastra, bana banaanza lazimisha kila raia alipe kadastra, alipe pesa za mashamba kwa mwana kusheferi. Sasa ile matase yote raia anasumbuka mukila kona, mwami analipisha kafe, analipisha na migomba, analipisha na kadastra kutimie, zile franga zinaendeka mukesi ya, ya nani ya guvernema santrale basi, tunatawaliwa na Rwanda mukila kona, mukila njia, kila njia Kuko ma, mabitansi ya Rwanda zenye ziko zinavusha franga zinaenda Rwanda, tunawaza zinaenda Kinshasa, kumbe zinaenda mkese ya Rwanda masla, ni, na zile zinaenda kuuza masilahi zinarudia zinatuua sie makongomani. Inafaa kuelewa vile vitu. Njo kusema nini, nataka kusema neno moja hivi. Miye niko naona sispe tu niko naona sispe ku njia gani bazalendo tulibategemea kwamba ava haba habawezi kuwa korompi ava banaweze kupambana vite, sababu ni batu venyi wanatokea mu raia, haba kutokea mu gouvernement. Wakati tuliona papa mheshimiwa ya Kutumba tunaona wakina Foke Mike, ndio yeye alikuwa député national, lakini alitokea kamu mu barebele, ndio akakuwa député national alitokea mu ba mai mai. Ha, bo tunaona bakina maeshe tunaona eh, bengine bengine bako ba mingi benyi banaweza kujiunga pamoja na banapiga. Bukavu inakombolewa, Gome inakombolewa bila shaka, banauweza bana nguvu. Sasa tuko tunajiuliza, kweli, a ah, bandugu nabo si balishakula banaweza kuwa balisha pewa kidogo bila kujua Eske banawezo kuwa distre mpaka kiwango hiki ku, kupitia nini? Tuko tunajuuliza bile vitu paparashao, batu babakilie kavi mvira tu Bae. pale kuko ukuta yenye haiwezi vukiwa pale, inabakia tu njo wimbo ya kuimba, njo wimbo ya kuimba. Lakini nikifuatilia huyu ndugu yetu amesema hivi amesema Uvira itakamatwa tena bie bie, na musimupinge na musizarau ile kauli paparasha, musipinge M23 iko mo Uvira, iko ndani iko ndani, bale ni bagangi, ni banyoka ba banapita mukila njia Nilikwambiaka siku moja hivi, mufanye hang mujikaze, mufanye misako mumanyumba zote za Uvira juu mkongomani alishaka logewa, anadanganywaka, dogo, anadanganywaka. Dolari, na ka kitu kidogo anatanganywaka, mutu mwenye ayaonaka mil dolari, wakimwonyesha mil dolari haraka iko karibu kuikamata anauzisha na vivi yake na watoto anawauzisha, njo nilisemaka hivi. Nikasema mujikari kila nyumba mukuwe muna anzia Kavivira, munaenda mpaka kule Kalundu, munavuka mpaka Baraka, munapita mpaka kule Fizi kote, mufanye misako kila wiki. Munafanya misako kila wiki, mutafanya misako, mutakutana barebele bako manyumba panafichama. Muli nilisemaka ile habari bo nikasema, habari ingine, musicheze na mtusi, musicheze na mnye mlenge, musicheze na mnye Rwanda, musicheze naye. Bako na strateji moya ya nguvu, hata munajitapa ku maradio. Sie mabembe tunakuwaka na nguvu, tunajua kupambana, tuligombolaka, tutabakiana mahistoria na wale bagangi walisha kamata inji <laughs> Bale banakuwaka sawa mutoni, banaendaka bako banamwangika polepole polepole, pole, pole, pole, pole, pole, pole. Tena bana gombana na politiki yavo ni ya franga, habagombanake haba na nguvu, habakuake haba na nguvu za masasi hapana, ni ya franga tu. Banajua kama siye wa Kongomani tunapenda franga sana sana sana. Goma si valiikamata, ni franga. Unawaza, unawaza Goma likamatiwa na vitu vingine, papa raja. Goma likabatiwani ni franga, bale bagra komersa bote ba Goma balikuwa na franga za M23. Soko ya Virunga balikuwa na franga za M23, soko ya lanine balikuwa na franga za M23. Makenkerezi nafunguliwa muvile ya Goma, ba mingi bale banyiba bako na makenkerezi ya kutisha, banatumika na wanyarwanda balevachuruza madini venyi bale vanachuruza maot kolta matumalini vote vanatumika kufaida ya Wanyarwanda. Unaona inchi yetu iko mshida kubwa, iko mshimu ya kababi kuitosha, kule ni neema kutoka Mungu. Sasa tunamsi tuna, tuna sii oh, Mungu wewe Yesu kenye Mubutu alikufia Kawayama alimupiga, alimupiga sekrame Mubukavu ambaye alikuwa amejestale akamuondoa kwa madagika Mubutu, ata walimwambia asema aliharibu inchi, lakini aona Mubutu alikuwa mwanaume tu alisemaka mnaniita mubaya, lakini venye watakuja nyuma yangu hawataongoza. Nalisemaka kweli. Sasa tufike wakati kabisa, tufike wakati kama huu, batu wakuwa wanalia kuradio, watu wakuwa wanalia wanalalamika, guvernema semenjo, guvernema, rais ananyamaza kimya premier ministre hai na nyamaza kimya, president wa parlement na nyamaza kimya, president wa sena na nyamaza kimya. Kuliko basukume vifaa vya kupigana vita, banaenda Bulaya, banaenda kuzurura kule, tutafanya masinyatire. Kumbe ni kudistrele batu, kubazuvalisha, kusudi waone kama nao bako mkazi. Oh, pole. Mungu we Yesu we, yes, we. Nani alituumba Mungu we? Si Mungu atukumbuke bayama. Nani mwenyana anaweza kuona ba, batu venge wamekufa mgoma, vijana wamekufa, mabinti wanakufa, na mpaka leo bako wanakufa, na wengine wanabakwa, na wengine wanapotea mumuji. Baadaye ba banaenda kusinyema akoro, aseme tumesikilizana kama vite naisha na njo wale wenyewe kwa wanapigana, aseme walisikiliza, hmm? Nani na, nani mtu wa akili timamu anaweza kuitika vile vitu mavio? Degere ziko Kinshasa, masilaha nzito nzito ziko Kinshasa, huh? Bana wakilia kusema mangala bi fransa mrefu, hakuna cha kuajira, hakuna cha kufanya peyi kwena, batu bako wanakufa kiolela usiku mchana, na guvernema inanyamaza kimya, ugisikiliza maefuza watu ya Kinshasa bakozautu bafana ba, ba ya kabumbu bako banasema sema vyenye hawaone vyenye hawajue. Afadhali wewe Rajabu, sababu huko Uvira, afadhali wale wenye wako wanasema, sababu maradio zao ziko Mkivu, banajua vyenye viko Mkivu. Me wale bakinua wenye wako Kinshasa banatangaza kana vyenye hawaone na vyenye hawajui ndio vyenye wako wanatangaza, tangazo njo kusema kwamba vrema vrema vrema vrema Tuna si wazalendo, tuna wasii wazalendo, barudie muhali ya kimaimai, barudie mwaile hali, barudie maimai ya kupigana kutegemea silaha za kutoka mu government. Maimai alipigana akijua ya kwamba ninapigana nikijua ya kwamba nitatumia nguvu yangu na nitapata ushindi kupitia nguvu yangu bila kumtegemea mtu mwingine. Tunasii sasa, kama kwa kweli bandu wamaimai hawakukula rushwa na hawaongozwe na hawa depute wenye walikuwa wanawatembelea, hawakuwaloga, basimame kome vile wamaimai

ule guverna, ni general. Ndugu zangu, asante sana, tunashukuru kwa yote ambayo mnazidi kufanya kuwa pamoja na sisi, na hili ni jambo pekee ambalo lina e, linaleta nguvu kuona kwamba tunazidi kuwa kwa pamoja. So hayo ni ambayo tuko nayo kwa siku hii ya leo, kwa mida hii ya nane, saa sita. Mengine tukutanane saa 9 ambako tutazungumzia kuhusiana na masuala ya, ya vikosi vya, e, vya, F, vya frdc kutoka Goma Uh, kupelekwa Kishasa na, na jinsi pia uh, polisi wanaandamana Uvira. <laughs> polisi ambao walikimbia Bukavu uh, wanasema kwamba oh, sisi tulikimbia, atujui tulikimbia nini, atukona tulikimbia bali tuambia tu tutoke, tushuke Uvira. Sasa hapa tuko na miezi mitatu atuyalipo, unaone. Okay, wao wa sasa ndio wanakuwa pa wa victim. Kwa hiyo wa tutazungumzia hilo swala na pia swala la majeshi ya Sabi DRC kuondoka DRC pia tutalizungumzia kwa majira ya saa 9. Karibuni sana na tukutane majira ya saa 9.